Zamana mliyopewa ya kusimamia zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura ikiwa ni sehemu ya usimamizi na uratibu wa uchaguzi wa Rais na Wabunge wa Jamhuri ya Muungano na Madiwani kwa Tanzania Bara ni kubwa, nyeti na muhimu kwa mstakabali wa, wa taifa letu, hivyo mnategemewa kuzingatia sheria, kanuni na maelekezo mtakayopewa hadi hapo tutakapokamilisha jukumu hili la uchaguzi mkuu. Mafunzo haya yanajumuisha wasimamizi wa vituo wa na wasimamizi wasaidizi 1190 watakaofanya shughuli za uchaguzi katika vituo 384 vilivyopo katika kata 19 za halmashauri ya wilaya ya Bunda. Wote tunafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali za kikatiba na kisheria ambazo hupaswa kufuatwa na kuzingatiwa hasa katika ngazi ya kituo ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu kura huendesha na hatimaye matokeo ya uchaguzi kwa kiti cha rais, ubunge na udiwani ndiyo yanapoanzia. Hatua na taratibu hizo ndio msingi wa, wa uchaguzi huru na wa haki na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko, vurugu wakati wote wa mchakato wa uchaguzi nachukua nafasi hii kuasa kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao katika uendeshaji wa uchaguzi, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo na maelekezo yanayotolewa na Tume. Jitahidini na mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya vya siasa kwa kushirikiana vyema na na mawakala wa vyama vya siasa watakao kuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. Fanyeni kazi wa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo vitakavyopangiwa au vilivyopangiwa. Kutokana na mafunzo tuliyopata kwa siku ya leo, nawashauri wasimamizi wenzangu wa vituo kupunguza tempa au hasira wakati wa usimamizi, kwa sababu tunatambua kwamba kuna wakati watakuja wapiga kura ambao watakuwa na fujo kwa hiyo kutokana kutokana na miongozo, taratibu na kanuni ambayo tumejifunza, tunashauriwa kuwachukulia kawaida na kuwapanga katika kuwaelekeza wakati katika utaratibu unaotakiwa unaohusiana na upigaji kura. Ninawasihi kwamba hizo idea za kwamba sisi tunawarubuni sio za kweli, kwa sababu tumekula kiapo cha serikali kulingana na sheria ambayo imetuongoza. Kwa hiyo hakuna ulubunifu wowote utatokea uchaguzi. Utafanyika kwa haki na amani.